Kutokea kwenye maisha yangu, ona kama nimeujia tulikula mtama kwa maji, tukana wili kuliko wao, hatukupambwa kama wao, tukapendeza zaidi yao Majina. Leo ni siku nyingine nimekuja kumtembelea mama yangu hapa kwenye kazi yake, na lengo kubwa la kuja kumchukua hapa, tunaelekea makumbusho kwa sababu kuna eh, baadhi ya wadau wamejitolea kumpa nguo, maana anasema yeye eh, akumbuki mara ya mwisho ni lini amenunua nguo. Niko salama. Kwema kabisa? Eh, kwema, kazi zinaenda eh, tunashukuru Mungu, kazi zinaenda eh, eh. Sasa hapa tuelekea makumbusho, lakini pia kuna nafunguka hii eh kuna baadhi ya kuna kuna hii hapa, sogea kidogo hapa, umeona hii, hizi ni nguo, kuna mdau amejitolea eh, sana. Mungu ambariki, namshukuru sana kwa sapoti yake aliyoitoa. Asante eh, sana, lakini pia kuna nyingine sasa, huko makumbusho eh, ndio tunaenda kwa hiyo baraka watu wote wanaendelea kunisapoti nasema kwamba Mungu azidi kuwabariki e, kwa mchango wao kwa namna moja au nyingine. Na mimi nashukuru sana watanzania kwa kuwa siku zote watanzania ni wakarimu na wenye upendo e, nashukuru sana kwa jinsi wanavyoguswa kwa namna moja au nyingine e, uh, na Mungu awabariki ah, asante eh, karibu Koyo. Kwa hiyo tunaelekea makumbusho kwenda kufanya kile ambacho eh, nimewaambia back na sisi sasa mama, nilikwambia kwamba tunakuja makumbusho sawa? E, sawa na humu nani ndio tutaingia. uh, huyu mmiliki wa hapa ndio atahusika kukupa nguo haya, sawa. Mi nashukuru sana wenzetu ndani e. e. karibu su so, hapa ndio tume tumekuja hapa, jamani, wema kabisa. hapa so, ndio Mage Collection hivi ni Mage Magi? Magi Collection. au Magi Collection. Yes. So, yetu bwana yeye me, tuliona Instagram alisema kwamba anataka kumsaidia mama soge hapa, anataka ampe eh, mama nguo ili kunogesha mwonekano wake mama yetu, ang'ae apendeze. Mama, majisikiaje kwanza kufika dukani kwa Magi Collection? Shukuru sana eh, na pia nimefurahi sana. Eh, asante sana nguo lakini nguo ni nimeziona nguo pambe pambe za kimjini mjini, za mjini, mjini, kabisa mjini mjini, ziko vizuri vizuri. Na mwisho eh, ukumbuki lini ulinua nguo? Ukumbuki kwa kweli, e, ni mda sana e, lakini leo Mungu ni mwema, nashukuru. Leo hii nimefika katika hili duka na, ya na shukuru Mungu ni mwaminifu. Magi, niambie, nini kilikugusa ukaamua okay, kumfanyia kitu mama yetu? Nini, ka nimekaa tu sitting room na familia. Kana scroll scroll Instagram, ah nikakutana na page yenu, Of course waga naifuatilia kwa ukaribu. So nikaguswa mama alivyosema kwamba hajawai akumbuki ni lini kafanya shopping au ni lini kanunua nguo mpya. Au saying jamani, mbona kama mimi nauza nguo za kike. Alafu kwa nini nisimpe ofa huyu mama akuja dukani kwangu akachagua nguo anayoipenda yoyote kwa sababu nikimchagulia mimi inakuwa sawa naweza nikampa, labda ambaye hajaipenda yeye. Nimemruhusu kwamba achague anachokipenda nimpe kama zawadi, kwa sababu niliguswa. Sisi tunavaa nguo mpya kila siku, jamani, kwa nini mama naye asipendeze? Kwa hiyo niliguswa tu kutoka moyoni. Imagine niliguswa nikakwambia, naomba namba na za huyu mama, namba yangu ya hapo, mlete dukani nilikuwa hata mume wangu bado sijamshirikisha nimekuja kumshirikisha baadaye akasema, hao, kwa nini? nikamwambia, nimeguswa tu na hisi nifanye tendo kama hilo. kwa hiyo mama karibu. sawa. shukuru. asante sana. okay, mimi nataka mama, okay, mama achague anachokipenda nitakuwa namuonyesha gauni moja moja hili kwa sababu najua mapigo ya kina mama yakoje <laughs> yes, ya kanisani ya nini? Atakayependa hiyo ikapembeni pembeni sawa. Yes. After that tutaenda kwenye viatu kama kutakuwa kuna size yake atapata, atapata na mkoba wake atapata na kila chake kidogo cha kujikimu kwa siku mbili tatu, yes, yeah. Na mimi nashukuru sana, asante sana, Mungu akubariki nazidi kukuinua, nimefurahi sana kwa support yako uliyoitoa e, Mungu akubariki sana, asante sana, nashukuru jinsi ulivyoguswa, basi Mungu azidi kukutia nguvu na kufanikishe, nimefurahi sana e. Now, mama, She is very very strong woman, very hard working. Anatafuta ugali kwa ajili ya watoto wake, anatafuta ugali kwa ajili ya familia. Mwanamke kugonga kokoto mpaka igawanyike vipande vipande. Sio kazi rahisi. Kwa hiyo I was very touched to vee well. Mama nakupenda. Kwa hiyo karibu siri <laughs>

Ni kwa maana <laughs> hapa kuna hii kuna hii, mbili, tatu, nne, tano. Gauni tano. na ii <laughs> Hizo ni tano hizo. Shi ngapi magii hizo, laki tatu na ngapi?

Ah, it's very beautiful, eh? <laughs> Bubu mama akapendeza kabisa. Mama anavaa kiatu saizi ngapi? 39 au arobaini eh? Mama ana, ana, ana, ana testi kiatu hapo muda sana. Eh, ni miaka mingi sana. Ni miaka miaka mingi. Eh, mingi sana. Mm-hmm. Eh, yani, unajua hata unakuta uaga uh, unakuwa unakosa hata safari, kwa hiyo unakuta hupo tu pochi yenyewe a nimeipenda, ni mzuri sana. Eh, ni mzuri sana sana. Nzuri kabisa. Eh. So bila shaka unaona bwana, mama yetu akifanywa shopping dukani hapa kwa Magi Collection. Iko makumbusho. Nguo ni nzuri kabisa hapa. Kwa hiyo tumunge mkono pia dada yetu Magi. Ana moyo wa upendo kwa hiyo pia kwa moyo wake ambao ameonesha kwa mama. Basi pia Watanzania muje hapa dukani. Eh, kumsupport dada yetu eh, vitu vizuri kabisa hivi. Eh ni kweli. Eh, mimi nashukuru sana na pia nasema asante sana kwa dada wako. Mungu ambariki sana. Maji hakuna maji tu, hakuna shida. Makoto sasa muda wa mokoa. Asante sana, asante sana. Mungu akubariki sana kutokea kwenye maisha yangu naona kama ni muujiza. Asante sana Mungu akubariki, Mungu akubariki sana, Mungu akutie nguvu sana. Asante sana, Mungu akubariki, akufanikishe, uongezeke hapo ulipotoa Viatu vyako hivi hapa, Majumapili kwa Mamposa pale, ukivaa mwenyewe vizuri kabisa, nguo zako nini, pochi yako. Asante sana na watoto watano. <laughs> Mungu akubariki <wa> sana <laughs> nashukuru. Na Na kwa kweli, mmemleta nashukuru pia enye kazi yenu, Mungu azidi kuibariki kwa sababu sio bure, mtaenda aani, Mungu amekuonyesha. Kwa hiyo twendelea tu, sauianna mezak, ana shida, una kitu ambacho wewe kwako, yaani every day unakipata hebu na yeye jitahidi, na wewe umweke furaha kwenye uso wake, hata siku moja moja. Yes, basi bila shaka mmeona ambacho kimefanyika hapa. Dada eh, yetu Magi ameamua kumgusa mama, lakini pia hata wewe kwa nafasi yako, kwa wakati wako, muda unao, kwa chochote tunafanya mpango, tunapambana eh, tumeweka namba pale, tunakusanya pesa kwa lengo la kumpa ili ile kazi ya masuala ya mawe kuponda aache afungue biashara yake. Kwa hiyo Watanzania wameanza kuchanga. Vumbi, maziwa upati kwa wakati, utaumwa kifua, umri unasogea. Kama ya siku tatu nne hivi au tano, tutakuletea ta, pesa yako ambayo watu wamechanga, tutakukabidhi ufanye biashara ambayo mwenyewe ulikuwa unasema na lengo lako la kuwa tajiri itafanikiwa mama yangu, sawa. Asante sana. Nami nashukuru, asante sana kwa support yenu eh, Mungu azidi kuwabariki sana, asante sana lakini ukiacha hivyo, kuna mizigo mingine ambayo ilikuja hapa eh, mizigo yake kwa saidia hapa, kuna wadau pia eh, hizi kwa hizionye nyingine hizi. Hawa ni wadau wengine wewe ambao nao wameguswa wakaamua kusapoti kwa hiyo, ukiacha nguo za dada yetu Magii, yes, mm, kuna Watanzania wengine nao wameguswa mm, yeah, mm, kubwa sana jamani. Yeah. Sio kwamba watu tunafanya vitu kwa ajili tuonekane, lakini ambao tumepitia maisha magumu tunajua shida ni nini Hatujatajirika wala sio matajiri, ila kidogo tunagawana na wenzetu. Jamani, mbarikiwe sana mlioleta hizi nguo kwa ajili ya mama. Mungu akawaongezee pale mlipotoa. Amen. Amen. na kuna na kuna wengine pia wanaleta, kwa hiyo bado mama, ile una kabati eh, na kabati itajaa kweli, itajaa sana. <laughs> <sana. laughs> <laughs> Mama, huu mzigo huu huu mzigo, shopping yake sio ya mchezo Yani, lazima hii hey, si chini. Mimi nashukuru nashukuru sana kwa wale wote walioguswa, nasema kwamba Mungu awabariki na wainue na awafanikishe wa eh, kwa iyo yote anaendelea kuguswa, anasema Mungu ambariki popote alipo. E, wapo watu wanaohitaji sana wa vitu mbalimbali. Kwa hiyo watu wawe na moyo wa kutoa kuwasaidia watu wengine ambao wenye hali ya chini, na Mungu azidi kuwainua na kuwabariki pia. Namshukuru na na mami huyu ambaye amejitoa kwa siku ya leo kwa vitu hivyo alivyovitoa, nasema asante sana, Mungu awabariki, na watu wote wanaendelea kuguswa, Mungu awabariki. Sasa nataka mama yangu hapa uh, avae gauni moja nzuri, alafu tuone jinsi ambavyo atadamsh, si ndio mama? Eh, ni kweli. Eh. Testi moja. <laughs> Yes. Sasa nilisema mama, itabidi avae nguo moja tumwone anavyong'aa. Eh, mama unajionaje? Kwanza kwanza, yani nimefurahi sana, nimefurahi sana yani nimefurahi sana kwa jinsi yani nilivyopendeza, nimeshaini kwa kweli, niko vizuri sana. Nashukuru kwanza kwa mwonekano niliyekuwa nao, dakika 0 tu nimebadilika. yeah, yeah, yeah. <laughs> Kitu ambacho sikutegemea yeah, yeah, na sikuwaza kwa kweli, kwa hiyo nashukuru sana. Mungu awabariki sana, yeah. Eh, asante sana, yeah. Hata mimi mwenyewe najiona nimependeza Amependeza sana very beautiful, mwenyewe amesema amependa hii gauni so umesema, mama apenda, anasema rangi zake nzuri. Yaani naomba, okay, ukae kanisani kiti cha mbele mama, kwa confidence <laughs> <laughs> Eh, <Yeah>, Jumapili nitakuwa mstari wa mbele kabisa kwenye vile vitu vyekundu nimeturia eh, viwalo <laughs> <Yeah>. vipya hivi <laughs> badilika mama eh, ah, nashukuru Mungu kwa kweli, nimebadilika, hata mimi mwenyewe naona tena, naamani sana moyo na furahi sana <laughs> Hongera sana. Ah, asante sana. Bure kukaa. Ah, mimi nikaa tena vizuri. Iko vizuri. Kama alinipima yani. Eh. -e -e -e -e -e. Iko vizuri sana. Eh. -e -e -e -e. Jamani mama amependeza bwana. Tumpongeze Magi Collection kwa kile ambacho amekifanya. Hongera sana, Magi. Eh, asante sana mami. Mungu akubariki sana. Eh, jamani, mimi nashukuru kwa jinsi alivyoguswa mamii hapa kwa mchango wake na jinsi muonekano unileka wanao tofauti na hivi sasa hivi ninavyoonekana. Kwa hiyo nasema tu kwamba Mungu ambariki sana. E, nashukuru sana ay e, asanteni sana na Mungu awabariki.